Hadithi inaanzia kwa bimdada makini anayetambulika kwa jina la Vidia, askari polisi anayechapa kazi kwa uweredi, ambaye anaipenda sana kazi yake. Licha ya kuwa ni askari polisi ubi mdada yebwana pia ana elimu ya sheria. Baba yake alikuwa gani hakimu, lakini pia mama yake alikuwa ni mwanasheria. Ni watu ambao alimlea katika mazingira mazuri sana, lakini maisha yake haikuwa Krismasi siku zote, kwani baada ya mama yake kufariki mwanaume ambaye alikuwa anahitajika kuweza kumwoa, baada tu ya siku tatu kupita, akaamua kuvunja uchumba. Hivyo mpaka muda ubi mdada alikuwa bado yupo single. Vidia, leo anapigiwa simu, anaelezwa mtaa wa kati kuna mwanaume anatembeza kichapo kwa mke wake. Mbio mbio, anafika kwenye nyumba ya Mr. Sudi. Anatoka mwanamama aliyekuwa anatambulika kwa jina la Maji, nyuma yake alikuwa mrembo anayetambulika kwa jina la Sumya dada. Japokuwa katika paji lake la uso alikuwa na kidonda, lakini anamweleza askari polisi ya kwamba hakuna jambo lolote baya linaloendelea, hivyo simu ambao ulikuwa umepigiwa huenda huyo mtu akawa ni mwongo. Haloo. Video anaondoka akiwa haamini macho yake, lakini asubuhi na mapema akahitaji kumfahamu zaidi huyu bimdada alikuwa ni nani. Sumia alikuwa ni mwanadada ambaye alikuwa anafundisha watoto jinsi ya kudensi na ni mwanamke ambaye anamiliki kiduka kilichokuwa kinauza zawadi, lakini pia alikuwa na pacha wake, alikuwa anatambulika kwa jina la Shaile. Video akabaki mdomo wazi, ni nani ambaye alikuwa akazungumza naye usiku wa jana? Maji anamtoa chobi na kumweleza simu iliyopigiwa siku ya jana ilikuwa sio uongo, bali ilikuwa ni ukweli mtupu, na ni mimi ndio ambaye niliyeweza kutoa taarifa anaanza kutoa hadithi kwa bimdada, anamweleza yeye alifanikiwa kuingia kwenye maisha ya Shaili pamoja na bimdada Sumia kipindi ambacho alikuwa na umri wa miaka mitano na watu hawa walikuwa wanapendana sana, lakini mapacha hawa, dosari iliingia mioyoni mwao baada ya kutimiza miaka minane. Kipindi hiki ndicho kipindi ambacho walichompoteza mama yao mzazi. Baada ya hili tukio, Shaili akaanza kumwonea sana bimdada Sumia akidai ya kwamba yeye alikuwa anapendwa sana kuliko yeye, lakini pia alikuwa ni mwanamke ambaye alikuwa anamchukulia ya vitu vyote ambavyo yeye alikuwa akapatiwa na wazazi wake. Baba akaona watu hawa kwa sasa hawawezi wakakaa pamoja, akachukua uamuzi wa kumchukua Shaili na kumpeleka boarding. maisha yakaendelea, lakini baba, baada ya kupoteza maisha, Shaili akika akakataa kabisa kurudi nyumbani na kwa bimdada Sumia maisha yake yakawa tofauti kabisa, kwani afya yake kimtindo ikabadilika. Kuna muda akawa naogopaogopa pasina hata kuwa na sababu, yaani kwa ufupi bwana, huyu bimdada akili zake zikawa kidogo zimeyumba. Pasina dawa mambo hayakai sawa. Halo, hii ni hatari. Kitu hiki kamfanya bimdada maji kuwa karibu sana na bimdada Sumia, lakini kwa Shailee hili kwake likawa linamtia sana wivu, akaona ya kwamba yeye alikuwa hapendwi kabisa. Dada akakata mguu kuja nyumbani, baada ya miaka mingi kuweza kupita kwa sasa, walikuwa tayari watu wazima. Bimdada Saumya leo anabahatika kukutana na mtoto mmoja wa kishua anayetambulika kwa jina a Mr Sudi. Bwana huyu jamaa alikuwa ni playboy, lakini pia baba yake alikuwa na maokoto na muungwana. Kwa sasa alikuwa anasimamia biashara ya pesa nyingi sana ambayo alikuwa akafunguliwa na baba yake. Saumya pamoja na Sudi wakawa ni washikaji wa karibu, lakini pia wakaamua kuanzisha mahusiano ya kimapenzi. Siku moja, bimdada akaenda kumtambulisha kwa familia yake, ikiwemo maji pamoja na ukoo wake, lakini akiwa hapa, Shailee naye anatia timu halo. Dada kwa sasa alikuwa ni slay queen usipime, yaani alikuwa anapenda sana maisha ya kimamtoni. Shailee, baada ya kufika, jinsi ambavyo alikuwa anamsalimia Mr. Sudi, unagundua kabisa kwamba bimdada nia ya yake siyo njema. Anaamua kumfuata mdogo wake na kumweleza hakika, yule jamani hensam sio mchezo, lakini ninaamini hauna hisia naye zozote, kwani anaonekana ni kijana ambaye ninaendana naye ama unaweza kusema ya kwamba ni type yangu. Sumi alikuwa ni msichana ambaye yuko simpo sana, lakini Shailii yeye kwa sasa alikuwa na tamani kuchukua kila kitu kizuri ambacho kilikuwa kinamilikiwa na mdogo wake ili ikiwe cha kwake, yaani alikuwa anahitaji kumkomoa. Halo, siku moja akapiga mtoko kipindi ambacho alikuwa na kula kinywaje bwana, Shaili akaamua kumchezea michezo ya ajabu mtaalamu wetu Sudi Mungwana kidogo aweze kupaliwa na kinywaji akaamua kumchukua bimdada Sumia mpaka upande wa nje na kumweleza ninadhani mimi pamoja na Shailee tunaendana yani unaweza kusema ya kwamba ndiyo msichana ambaye ni taipu yangu haya alikuwa ni maneno magumu sana kupita kwenye masikio ya bimdada Sumia lakini alikuwa hana namna cha upole wa watu akabaki na maumivu yake ndani ya moyo halo Sudi pamoja na Shaili basi wakaendelea na michezo yao, bimdada akaamua kumruhusu mshikaji kula tunda pasi na hata kufuata sheria za dini. Kama hiyo haitoshi, mitoko yao ikawa ni mingi sana, tena mingi yao ikawa ni hadharani, huku Sumia akiwa anashuhudia jinsi ambavyo mdogo wake anafanya kazi ya kumnyang'anya tonge mdomoni. Halo Shaili alikuwa ni mtaalamu sana, yaani alikuwa ni mtoto mtundu ndani ya hizi sekta, kwani alikuwa akaanza zamani, tofauti kabisa na bimdada Sumia, yeye alikuwa ni mgeni. Siku moja waziri wa utalii akawa akamtembelea mshikaji ili waweze kuongea mambo ya biashara, kwani Sudi alikuwa akaunganishwa na baba yake na mtu huyu wa serikalini ili waweze kuwekeza katika biashara ambayo alikuwa anaifanya. Kibaya zaidi ndani ya hili eneo akawa akamleta pia bimdada Shaeli pamoja na marafiki zake. Pati ikawa inaendelea upande wa ndani, huku wao akiwa anaendelea kuongelea mambo ya biashara. Waziri anamshuhudia bimdada Shaeli anafika upande wa mlangoni na kuweza kumwaga mauno, kitu hiki kikamfanya waziri kuondoa kandani ya hili eneo na kumwacha mtaalamu wetu Sudi akiwa na maswali pamoja na hasira. Lakini maji akamfuata Sudi na kumuuliza, Je, kijana wangu unafanya maamuzi yaliyo sahihi ama unazingua? Alo. Sudi baada ya kutafakari akaona mwanamke sahihi kwake alikuwa ni bi mdada Saumya anamfuata na kumweleza anatamani waweze kufunga ndoa Saumya, kwa kuwa alikuwa anampenda Sudi akawa hana kinyongo. Ndoa inapita baina ya watu hawa wawili wageni, wakawa ni wengi, pilau ikapigwa pamoja na biriani. Shaili akasema hawezi akakubali mdogo wake aweze kuchukua penzi lake. Akaingia ndani ya hii sherehe akiwa kavalia gauni kama lile ambalo alikuwa akavalia mdogo wake, lakini pia mapozi akawa ni mengi. Yaani kwa ufupi, watu wenyewe wakawa anajiuliza, sasa mungwana si bora angemwoa huyu mwingine kuliko huyu mshamba kuja halo. Kama hiyo haitoshi, kipindi ambacho mshikaji alikuwa anahitaji kwenda kujipigia vitu vyake taratibu kabisa, e bwana, kumbe ndani ya kile chumba alikuwa akaingia na Shaili na bindada Sumi ambaye alikuwa ni mke wake halali alikuwa mwacha upande wa nje wageni waliko akawa na shangaa, he, mbona shemeji yupo ukumbini na yule mwingine aliyeingia naye chumbani ni nani? Sumi akaenda mbio mbio pamoja na maji kugonga mlango kwa nguvu kubwa, akimweleza Bimdada bwana, toka huyo kwa sasa ni mume wangu, ulimchezea vya kutosha, lakini kwa sasa ninahitaji uweze kuniachia naye Shailia anaondoka, anamweleza mdogo wake kwa matambo makubwa, ni kweli ninakuachia, lakini ninakuhakikishia huyu mwanaume hautakuwa na uwezo wa kumtunza. Ipo siku moja nitakunyang'anya tena. Halo, hii ni hatari, maisha ndo anaanza leo. Bimdada Sumi alikuwa anaandaa chakula, kwani waziri wa utalii alikuwa anakuja ndani ya hili eneo kwa lengo la kuja kuongea biashara pamoja na Sudi, lakini Shaili akawa anaongea maneno mazito sana kwa dada yake, akimtambia akimweleza ataondoka ndani ya hili eneo mpaka hakikisha amemchukua tena mume wake bwana. Hali hii ikampelekea bimdada kuzidisha mapilipili kwenye chakula. Waziri baada ya kuweza kuonja hakika akamaindi na kuondoka ndani ya hili eneo. Sudi akaamua siri zote kuzimaliza kwa mke wake Saumya akika siku ile akatembeza kichapo cha kutosha. Asubuhi na mapema Vidia anamshuhudia bimdada akiwa tena ana majeraha, anamuuliza kulikoni mwanamama, mbona una hali kama hiyo? Lakini mwanamama anadai anasema ya kwamba shida yoyote kwani hapa aliweza kujiumiza. licha Bimdada Bimdada Vidia kumbembeleza sana Sumi aende akafungue kesi kumshtaki mume wake juu ya upigaji ambao alikuwa na uendeleza kwenye mwili wake, lakini Bimdada akakataa. Vidia akaamua kumweleza maji inabidi afanye kazi ya kutafuta ushahidi ili waweze kumshtaki Sudi, kwani endapo asipofanya hivyo, huenda siku moja mshikaji akafanya kazi ya kumwangamiza mke wake. maji akawa anajitahidi sana kutafuta ushahidi, lakini siku moja akafumaniwa na Sudi. Mshikaji akamweleza Bimdada ya kwamba endapo ukienda kunishtaki, basi nami nitaenda kueleza mahakamani ya kwamba ninaishi na mwanamke ambaye ni kichaa, kwani dokumenti zote za hospitalini ninazo zinazoonyesha kwamba bi mdada Saumya akili yake ilikuwa haipo sawasawa sawa. Sudi kila ambapo alikuwa akielezewa na mke wake Saumya kwamba anahitaji aweze kumpatia mtoto mshikaji alikuwa anawaka na kutembeza kichapo, hivyo imepelekea ndani ya ndoa kutokuwa na amani kabisa. Lakini 19 itoshi Shailee naye alikuwa anachangia, kwani alikuwa anamtega sana Sudi ili aweze kumng'amua kutoka tena kwenye mikono ya dada yake. Saumya anamfuata Shailee na kumweleza hakika ndani ya nyumba yangu umekuwa ni mwiba hivyo ninakuomba uweze kuondoka ili ndoa yangu iwe ina amani Shailee anamwangalia dada yake na kumweleza kweli nitaondoka lakini ninakuuliza je nikiondoka ndoa yako itakuwa na amani kweli Halo, leo tena bimdada Sumi anamweleza mume wake anahitaji sana aweze kumpatia mtoto, lakini Sudi badala atende majukumu yake, yeye akaamua kutembeza kichapo kwa bimdada, tena kichapo cha leo kilikuwa ni kizito, kwani kikapelekea mshikaji kumsukuma mke wake kwenye ngazi na kumwacha chini akiwa amelala tena, anaugulia maumivu. Dada kila itwapolewe bwana, maumivu huwa hayaishi, kipigo kila itwapo lewe bwana. Wengine wanaoa wanawake kwa lengo la kuishi nao kwa amani, lakini yeye ndoa yake imekuwa ni msumali, mume akamgeuza kuwa panchi mbege. Vidia anamshuhudia bimdada anachechemea, anasema hakika huyu bimdada hawezi akatoboa. Anaamua kuelekea katika sehemu inayotambulika kwa jina la hali ana. Baada ya kufika ndani ya hili eneo anagundua Sudi ndani ya hili eneo alikuwa na kesi nzito, kwani kuna mtu ambaye alikuwa kamshtaki, ambaye alikuwa kampiga kichapo cha mbwa mwizi. Haloo dada, anagundua huyu jamaa alikuwa ni mkorofi, lakini pia alikuwa na nature ya uuaji. Shailee anamshuhudia dada yake akiwa na maumivu ya kutosha, anamuuliza kulikoni, lakini bimdada anamwambia wewe kaa kimya. Vidi anaamua kumwita mshikaji wetu Sudi pamoja na familia yake ndani ya kituo cha polisi na kuwasomea mashtaka, lakini Sudi akasema ya kwamba yeye hakuwahi kabisa kumpiga mke wake, bali majeraha aliyonayo nayo kwa sasa yametokana na yeye baada ya kuanguka kwenye ngazi. Vidya anamuuliza bimdada Sumia, je, ni kweli? Sumia anamtetea mme wake na kusema mume hana shida yoyote, bali ni watu wanaoishi kwa mapenzi mazito. Halo Sudi akashukuru sana. Baada ya kufika nyumbani, bimdada Sumi akamweleza inabidi wasafiri kuelekea katika sherehe muungwana, kwakuwa alikuwa akatetewa mahakamani, akawa hana la kupinga. Sherehe inapigwa, lakini ebwana Sudi akaonekana kucheza sana na Shaili. Bimdada Sumi akamfuata akamweleza wanahitaji waende wakafurahi kwenye paragliding. Lakini baada ya kufika ndani ya hili eneo bwana, katikati ya safari wakiwa juu kabisa ya anga, mtafaruko katokea bwana, kelele zikasikika bwana, mnisaidie, mnisaidie saidie baada ya kusaidiwa, unafika upande wa chini, bimdada Sumi anasema ya, ya kwamba mshikaji alikuwa anahitaji kuweza kumwangamiza Suudi. Anakamatwa na kwenda kupatiwa kesi ya kujaribu kumwangamiza mke wake bwana. Hii kesi ilikuwa ni nzito, akawa anajaribu kuhitaji kutoa hongo, lakini baada ya kusikia y kwamba hakimu mwenyewe alikuwa ni mwanamke, akaona hakika itakuwa ni ngumu kesi nasikilizwa mahakamani na, na mwanasheria ambaye alikuwa anamsimamia bi mdada Sumia alikuwa ni Vidi ya mwenyewe, dada alitoa cheche za kutosha. E bwana, kitu hiki kikapelekea mtaalamu wetu Sudi kuweza kupigwa jera miaka kumi na tatu muungwana. Pesa siku ya leo hazikuweza kumsaidia, lakini kipindi ambacho bi mdada Shaili alikuwa anaondoka mahakamani Vidia akashuhudia watu hawa wawili wakiwa wanaangaliana huku wakitabasamu, yani vidia pamoja na Sumia. Haloo, dada akagundua hapa kuna jambo, huenda likawa halipo sawasawa. Vidia akarudia tena kupitia ushahidi wake, lakini pia akafanya juu chini kuchunguza kwa umakini, na hapa akaja kugundua ya kwamba kumbe mipango yote ilikuwa imepangwa na hawa madada wawili, ya kumuuzia kesi ya mauaji mtaalamu wetu Sudi. Jambo lenyewe lilikuwa kama hivi: kwa kuwa bimdada Sumia alikuwa anaogopa kuwa umbali mrefu, hivyo siku ile Sudi ya kuruka na Sumia bali alikuwa karuka na bimdada Shaili, na katikati ya safari Shaili alichomwa mkanda na kuanza kupiga kelele akiomba msaada akisema kwamba Sudi anahitaji kumwangamiza. Baada ya Sudi kunaswa na kupelekwa ndani ya kituo cha polisi, ndani ya hili eneo ndipo ambapo alipoweza kubadilishana yaani Shaili akaenda ya kuvaa nguo za bimdada Sumia na Sumia akaenda kuvaa nguo za Shaili. video anamfuata Shaili na kumweleza kwamba amefahamu kila kitu, hivyo anaenda kuifungua kesi kwa mara nyingine, kwani anadai haikutakiwa kabisa Sudi kupelekwa gerezani miaka 13. Kesi inafunguliwa tena kwa mara nyingine, mashtaka anaanza kusomwa, lakini Shaili akasimama akasema ya, ya kwamba mimi ndiyo nina makosa. Akaanza kueleza na kusema walipokuwa dogo, baba alikuwa anampiga na mama yao, lakini mama hakuwahi kabisa kwenda kuinua kinywa chake na kwenda kumshtaki mzee, na kwa baba yao hiyo ndio ikawa ni starehe yake ya kuweza kutembeza kichapo. Lakini siku moja kichapo kile kikapelekea mama yao kupoteza maisha, na kwa kuwa watu wote walikuwa wameshuhudia kipindi ambacho Saumya alipoulizwa ya kwamba ana ushahidi wowote ni nani aliyehusika katika mauaji ya mama yake, Shailee pamoja na nko wake wakamkataza kabisa Bimdad asije akazungumza jambo lolote, na tokea siku hiyo Saumya, zikawa kimtindo hazipo sawasawa, kwani katika akili yake anatambua ya kwamba ni yeye ndio aliweza kusababisha kifo cha mama yake kwa kuto kusimama kueleza ukweli, kitu ambacho kinamtesa mpaka hivi leo. Hivyo Shailee anaeleza kwamba haya ni mambo yanayotokea kila itwapo leo, na wanawake wengi wanapitia manyanyaso kutoka kwa wame zao, lakini wathubutu kabisa kuinua vinywa vyao na kushtaki. Hivyo anadai anajivunia sana kwa mdogo wake Saumya kwa kuchukua maamuzi ya kuweza kudai haki kutoka kwa mume wake na kuchukua hatua ya kumshtaki, na endapo asingefanya hivyo basi huenda siku moja mshikaji angeweza kumwangamiza Saumya. Hizi ni hoja ambazo zilikuwa zina mashiko sana. Vidia baada ya kusimama akasema ya kwamba hatochukua tena maamuzi ya kuifungua upya hii kesi, hivyo hukumu ya miaka 13 kwa sudi inabaki pale pale. Muungwana anarudi tena jela. Halo, hii ni hatari hakika. Watu wanaoitwa mapacha kanao mbali kabisa hata kama unaona wanachukiana vipi, huenda siku moja wakaelewana. Hawa watu ebwana huwa ni hatari ebwana. Hapa ndo tunafika mwisho hadithi yetu, lakini kama umependa video hii na umeenjoy ama umejifunza jambo jipya ebwana, usisahau kushare, kulike na kusubscribe ili kuwa mwanafamilia wa kupata vigongo vikali vilivyonyooka na kupoa kama hivi kila siku.